Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya nyumba ya sanaa. Mimi ni Steven Mumbi na marahii msikilizaji na kuletea sanaa ya ufumaji, na nitakuwa na wafumaji Farida Alois maarufu Farida Designer, pamoja na Esther Patrick maarufu Ernea Lusinde, wakifanya sanaa hii kwa ufanisi mkubwa kutoka hapa nchini Tanzania. Karibu sana msikilizaji. Karibuni sana Farida na Esther katika makala ya nyumba ya sanaa. Tunashukuru sana tunashukuru sana karibu. Mtu akisikia sanaa ya ufumaji, aelewe ni sanaa ya namna gani? Ni sanaa ambayo inatumia nyuzi nyuzi, ambazo tumezizoea kila siku tunaziona madukani, wengi wanazitumia kwenye kusukia, lakini pengine wengine hawajui kwamba zinaweza zikatumika kutengenezea bidhaa tofauti na vile ambavyo watu wanafikiria. Kwa hiyo ni sanaa ambayo ni nzuri ilikuwa inakufa, lakini sasa hivi imerudi. Ni sanaa msikilizaji, inayotumia mikono, anatumia mkono kwa kutumia sindano pamoja na uzi, maana yake na akili nyingi inatumika hapo kuhakikisha kifaa kinakwenda kutimia. Kabla tujaanza kuzungumzia sanaa hii kwa kirefu, msikilizaji, sikiliza kibao hiki African Queen Tufe Sidibia. Farida Aloisi amesema atafurahi kusikiliza kibao hiki yeah, yeah.

brother No no, ordinary thing, a supernatural being And And you you you you You You are are are brighter Brighter than than the the the The moon star, I love just way my my my African queen of dreams take me where never been make heart go. Anaitwa Tufe Sidibia na kibao kinaitwa African Queen. Kwa nini ulichagua wimbo huu Farida? Kwa sababu mimi najiona ni mama Afrika, naweza na usubutu na natengeneza kitu ambacho ni mtu yoyote akikiona lazima achanganyikiwe, sababu sio kitu cha kawaida kutumia uzi na kutengeneza kitu kikaonekana. Unaweza ukatengeneza umbo la mnyama, ukatengeneza labda bendera ya nchi yoyote kwa kutumia mikono. Sio kitu kidogo. Namshukuru sana Mungu, sababu hii sanaa nimeanza nikiwa mdogo mpaka leo nimefanya kama ni ajira kwenye maisha yangu haya. Tuanzie hapo. Umesema umeanza ukiwa mdogo, ulianza vipi sana hii ya ufumaji? Kabla ya kuwa Farida nilikuwa Mkristo, kwa hiyo nilijifunza hivi vitu kwenye mission kanisani, tulikuwa tukifundishwa. Watu wa zamani wanajua ni wapi, huko Tanga. Na ni miaka ipi? A, miaka ya tisini. Huko tulikuwa tukienda kanisani unaambiwa masista wale wazungu wanakuambia, unataka kujifunza nini? Unakuta kama ni cherehani, ufundi wa kufuma. Mimi nilikuwa napenda kufuma nikiwa mdogo, nilikuwa nafuma masweta kwa watu wa ndeni na kanisa moja la Roma. Kuna padri mmoja alikuwa anaitwa Padre Odilo, watu wa ndeni wananijua sana Friday, wananijua kwa jina la Friday kabla sijawa Farida. Nilikuwa nafuma, nilikuwa naipenda hii kitu na mpaka sasa hivi nimejaribu kushona nguo na nikatengeneza jina kubwa lakini roho yangu inaniambia hapa ndo Mungu ambapo aliniweka. E, Esther Patrick, hebu mwambie msikilizaji hatua za kuzifuata mpaka aweze kufuma ama aweze kujifunza kabla ya kufuma aweze kujifunza, eh, kuwa mfumaji mzuri anatakiwa kufuata hatua zipi? Kitu cha kwanza kabisa ni nibidie, lakini pia uwe na mapenzi na hii sanaa kwa sababu wengi wetu mfano mimi najifunza kupitia mitandao ya jamii sana sana YouTube. Kwa hiyo ni, ni, ni sanaa ambayo haitumii nguvu sana, sema tu natakiwa uwe mtulivu uwe mtaratibu ujifunze kwa hatua, kwamba ukishajifunza kuna hatua ziko chache sana, na ukishazimasta hizo vizuri unaweza ukawa designer, kwa sababu kuna sanaa tu ya ufumaji kufuma kawaida, lakini pia kuna ile ya kuweza kuwa kudesign. Kwa hiyo ni sanaa ambayo haihitaji nguvu sana wala haihitaji akili nyingi sana, ni uvumilivu tu Msikilizaji, nimetembelea katika eneo hili ambalo wanafanya sanaa zao hizi, wanafanya sanaa hii ya ufumaji. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo baadaye tutazizungumza ama tutazitazama na hatua zake mpaka inakwenda kukamilika. Wazazi walipokeaje wakati unajifunza sanaa hii Esther? <mimia> mimi binafsi, mama yangu alikuwa mfumaji enzi za usichana wake, alikuwa umerithi ndio. <laughs> alikuwa anafuma <mimia> sana <mimia> vitambaa na tunajua kwamba zamani majumbani kwetu alikuwa vitambaa vya makochi, ilikuwa ndo, ndo, ndo fashion kwao. Kafuma sana vitambaa, kwa hiyo ni kitu ambacho toka zamani nilikuwa nakiona na nilikuwa nina gule utundu wa kuchezea wa kushika sindano na kudhubutu na kujaribu. Kwa hiyo hata nilivyo utu uzimani huu nilivyoamua kufanya hii kama biashara, imepokelewa vizuri sana na wazazi wangu <laughs> Kwa mama anajivunia kwamba karithisha angalau kazi ya mikono ambayo anaifanya. Ndiyo kabisa ametengeneza njia <laughs> sawa. Nirejee kwako kwa e Farida, tukizungumzia mapokeo ya kazi zenyewe hizi yakoje? Umezungumza kwamba uh, sanaa hii imekufikisha mbali, umejaribu kufanya vitu vingine, lakini bado unaona moyo wako unapenda kufanya sanaa ya ufumaji. Ilikuwa ni, ni kama mtu una, unapoteza muda nilikuwa nafanya kama vile ni kitu nakipenda sana. Nilikuwa nikiona uzi, nikiona rangi rangi na kuwa nachanganyikiwa. Kwa hiyo hata nilipokuwa nafundishwa kule nilikuwa nasema hii naomba Mungu, na nahisi, unajua, kila kitu hapa duniani kila mtu amempangia kitu cha Mungu. Amempangia kila mwanadamu kitu chake, kwa hiyo mimi nahisi hiki ni, kilikuwa ni kitu changu kwa sababu nimekifanya, nikaacha, nikafungua saluni, nikashii, nikaona hapana, siwezi, nikafungua duka la nguo kubwa Kinondoni ambaye ananijua Farida Designer Kinondoni. Na nilikuwa na wateja wengi sana na mpaka watu wanaishangaa kwa nini umeacha hilo umesimama na hii. Na hisi kama hii ndiyo kazi ambayo Mungu amenipangia na ni, ni sio watu wengi ambao wanaifanya kwa sababu hivi vitu ni vitu vya zamani ambavyo watu walishaviacha. Watu wanasifia na kila nikitengeneza kitu mtu ananiambia ah, kwa nini hiki kitu ni kizuri hiki unatengeneza unatumia mashine? Basi yale maneno ya wa watu ndio wananifanya, kila nikilala nasema kwa nini kibuni kinaweza nikalala nika waza kitu nataka leo nimchore tembo, na namchora tembo anatoka vizuri kabisa, na bendera, maua, yani kila aina ya picha yoyote mimi nakucholea kwa kutumia nyuzi kwa mkono wangu, sio kuchora kwa kutumia rangi. Sawa, tuzungumzie kazi ambazo nimeziona hapa, tukianza na mkoba huu. Uh, ni mkoba Esther, huu ni mkoba ni mkoba wa aina gani, kwa kumwelezea msikilizaji? Huu ni mkoba ambao unaweza ukabebwa na jinsia zote kwanza, na umetumia nyuzi tupu, yaani hapa hamna, kwa upande huu wa chini hamna product nyingine tofauti ambayo imetumika. Hata picha ambayo unaiona hapa mbele hii imeshonwa kiustadi, ndio maana ikatokea hivi. Kwa hiyo ni mkoba wa nyuzi, na anabeba wa kiume au wa kike. Umezungumzia picha, mwambie msikilizaji ni picha inaonekanaje? Hii, yap. Yapo mimi naiona na, mimi nimeigundua minazi hapo, alafu pia naona kama mawingu. Hii ni picha kama ya sehemu ya, ya ufukwe, ufukwe kuna minazi hapa, kuna ni beach yani kuna mawingu eh, na aya, hii blue ni maji, hii nyeupe nyeupe ni mchanga. Haya msikilizaji, hiyo yote imechorwa kwa kutumia kwa kutumia uzi. Ukienda katika tovuti yetu www.rfikiswahili eh, utazitazama picha hizi na na kuziona namna gani kazi nzuri wanayoifanya. Inachukua muda gani kufanikisha kufuma mkoba wa aina hii? Siku moja mpaka siku mbili, inategemea na ukubwa wa mkoba wenyewe, na kama unakuwa una picha ambayo ni kubwa zaidi, na ugumu wa picha, kwa sababu picha nyingine, mteja nataka, hiyo inakuwa specific na kuwa na details nyingi, kwa lazima uincorporate hizo details zote kwenye ama kwenye nguo ambao unafuma kwa hiyo inachukua, ina muda kutokana na details za project ambao unaifanya. Na hii ni size ipi? Tunapima tuna kwa inchi, inaweza ikawa ni inchi ngapi? Kwa kuona mimi inaweza ikawa ni inchi labda tano kwa saba. Yeah, inaweza ikafika tano mpaka saba. Kwa hiyo tunaangalia na inchi, lakini muda mwingine pia tunaangalia na mteja naye anataka wa ukubwa nataka gani? Gani? inchi kumi wamba uh, ndaka, ndaka mkubwa zaidi wakuwekea nguo, kubebea nguo au madaftari ama laptop. Kwa hiyo pia tunasikiliza pia na matakwa ya wateja. Komasava. Diamond Platinum kutoka nchini Tanzania jina lake za kuzaliwa Nasibu Abdul

sava ya kwake Diamond Platinums, jina lake alilopewa na wazazi wake ni Nasibu Abdul, mwanamuziki wa muziki wa kizazi kipya kutoka nchini Tanzania, akifanya vizuri sana na vibao kedekede. Esta, we ndiye ulichagua kibao hiki cha Koma Sava hey, kipi kilikusukuma? Kwanza niseme napenda rhythm yake, ina midundo mzuri, ina vibe nzuri, lakini pia ni salamu, na niseme ni moja ya nyimbo ambazo pia zimetutambulisha kimataifa kwamba humo kuna kuna koma sava habari gani. Kwa hiyo hata kwa mtanzania ambaye hajui kusalimia kifaransa tayari anajua kwamba okay, habari gani kwa kifaransa ni koma sava. kwa hiyo kuna lugha mbalimbali zimetumika. Kwa hiyo ni wimbo ambao naupenda kwa sababu ni wimbo wa kimataifa, sio Tanzania peke yake. Haya, msikilizaji, nasi tunakuambia koma sava, popote pale ulipo unaitegea sikio RFI Kiswahili na ninasikika kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Niko na Farida Alois maarufu Farida Designer, na Esther Patrick maarufu Ernea Lusinde, wasanii wanaofanya sanaa ya ufumaji wa bidhaa mbalimbali zitokana nazo na nyuzi. Inaweza ikawa ni mkoba, inaweza ikawa ni sweta, nimeona pale e, kofia lakini pia nimeona ile, ile ni ya kwa ajili ya kuogelea ile e, bichi Yeah, kuna nguo za bichi za kwa ajili ya kuogelea, kuna masweta kwa ajili ya kipindi cha baridi. Zipo products za aina mbalimbali, kofia, skafu, pia zipo vibanio vya nywele, holder za funguo zipo, kuna hereni nyuma yako hapo kama umeziona pia <laughs> hereni za nyuzi, msikilizaji. yeah, bidhaa ni nyingi, yani ni wewe mwenyewe tu na ubunifu wako. Haya <laughs> tuzungumzie biashara hii ya ufumaji inafanyikaje? Biashara hii kiukwa sisi wafumaji, kwa sababu bado haijawa hai na soko kubwa, kwao tunategemea uh, maonyesho kama haya na masoko ambayo mengi ge yanatangazwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo yanashikiliwa yana na, uh, na binafsi sekta binafsi ama za serikali, kwao tunategemea sana huko pia, lakini pia tunategemea pia masoko ya mitandaoni. Nyie ni watu wakubwa sana kwa sababu masweta nchini Tanzania hadi leo shuleni wanavaa mwanafunzi lazima avae sweta, hawataki koti, hawataki jacket. Ehe, mnafanyaje sasa kungamua soko la namna hiyo? Tumeamua kwa sababu ndio kwanza kama alivyosema rafiki yangu, tunaanza kutangaza, unajua ile kupokea, kwa sababu hivi vitu vilikuwa vya zamani, watu kama walikuwa wamevizarau, wamevitupa. Kwa hiyo tunarudisha, yani mtu kikutana naye ukikutana na bidhaa zetu hakuna naweza nikasema, yaani ziko chache na mtu akija ya akiangalia, yani lazima anachanganyikiwa. mnatumia nini? Unajua, mpaka leo kuna watu wawaamini kama sisi tunatumia mikono, na ndio maana hapa tunafanya tuna, ili wanaopita waone kabisa. Bwana mimi nataka unitengenezee uniwekee Simba, tunamchola simba kabisa. Kwa hiyo bado tunapambana, tuna imani, najua kila kitu ni bidii na kumtanguliza Mungu mbele, kila kitu kitakuwa haya mdogo mdogo mambo yatakuwa ma, mazuri. hmm. Mkoba kama huu unauzwa shilingi ngapi? Kwa tutasema kwa fedha za Tanzania na baadaye tutageukia kwa dola, ili msikilizaji aliye pale e, Kasumbalesa mpakani mwa Tanzania na kule DRC ambaye anasikiliza makala haya aelewe, ama yuko Beni mashariki mwa DRC ama yuko kule Kigali Rwanda, naye aelewe tunazungumzia kiasi gani? Au kwa shilingi za kitanzania ni kuanzia 45 mpaka msikilizaji elfu arobaini na tano Ukija kwa dola inaweza ikawa kama vile dola 20 kulingana na kiwango cha kubadilishia fedha kwa wakati huo kiko vipi, lakini kwa wastani ni dola 20 kwa hapo ulipo. Kwa hiyo unaona, hiki ni kiwango cha chini, cha juu mfano kama ile kwa ajili ya kuogelea ile, uh, ile ni elfu sitini na tano sitini na tano ndio bei ya juu. Aha, kwa hiyo ina msikilizaji 65 na yenyewe hivyo ni kama dola 30 eh, kwa fedha za Kimarekani. Kwa hiyo bado fursa ipo. Mnaonaje sanaa ya ufumaji Tanzania? Tuanze na Esther. Sanaa ya ufumaji kwa sasa hivi ni sanaa ambayo ndio ina inakuwa, sio kwamba haikuwepo, ilikuwepo, lakini ni kama ilikufa, lakini sasa hivi imeanza kufufuka. Wapo wengi sana sana wa kina mama ambao wanafanya hizi kazi za sanaa ya ufumaji ndio kwa hiyo ni sanaa ambayo tunashukuru Mungu kwamba pia watanzania wameanza kidogo kuamka kwa kugundua kwamba okay kumbe hii ni sanaa ambayo ipo e, na pia wameshaanza kuzoea pia bidhaa zetu. Kwa hiyo e, tunashukuru Mungu, ni sanaa ambayo sasa hivi inarudi sokoni. Farida, zipi ni changamoto za sanaa hii ya ufumaji? Changamoto kwanza, uzi. Unajua Tanzania hatuna kiwanda cha uzi, tunanunua uzi, tunaagiza kutoka Kenya, unatoka Kenya. Kenya nafikiri wana kiwanda na changamoto nyingine ni hii, bado wateja, wateja bado hawajazoea masoko, bado bado watu hawajaamka, kwa sababu si tuko wachache, biashara tu kidogo inasuasua. Uh, tukielekea ukingoni wa makala haya ya nyumba ya sanaa, unawaambiaje vijana ambao wanataka kudumbukia ama kuingia katika sanaa hii ya ufumaji? Ni sanaa ambayo ni nzuri, kwanza unaweza ukaifanya kama hobi, sio lazima ufanye kama biashara Unaweza ukaanza kama hobi uka, ukaamua ku, ku, nini kurelax kidogo uka, ukaanza kufuma, lakini pia ukafanya kama biashara, ukaanza kufuma kama masweta, kama unafuma kofia, ukazingiza sokoni, ukatafuta wateja, ukauza. Kwa hiyo ni fursa pia ya biashara ya kujipatia kipato. Wimbo ni to Afrika Mr 621 DJ akimshirikisha Bravo Devaras na Faro South Africa. Afrika taifa lilobarikiwa ni wimbo ulioimbwa na Mr. 621 DJ akimshirikisha Bravo de Virus pamoja na Faro South Africa. Mnapatikana vipi mtandaoni? I, mtandaoni natumia Friday au Farida Designer. Ukianza na alama ya kujumlisha Farida. Jumlisha 255 C 678 212 212. Nyingine ni alama ya kujumlisha 255 saba, tano, nne. Ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na mbili. Haya, nawe, Esther, tukianza na mitandaoni. Ha, mimi mitandaoni nipo Instagram nipo Twitter niko Facebook na kote huko natumia anatumia jina Enea underscore Rusinde. Ha, Enea underscore Rusinde. Nambari ya simu alama ya kujumlisha 255. Ha, ni namba yangu ya simu alama ya kujumlisha 255 719029737 Nakushukuruni na sana kwa kushiriki nasi katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Asante sana na kushukuru kwa ujio wako. Asante, tunashukuru sana. Karibu sana Tanzania. Asante. Dio, nakuja jamvi la makala haya ya nyumba ya sanaa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Nilikuwa na Farida Alois maarufu Farida designer, pamoja na Esther Patrick maarufu Ernea Lusinde, wasanii wa sanaa ya ufumaji. Nilikuwa nikizungumza nao kuhusiana na, na sanaa hiyo na mashiko yake nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni nifuate, andika tinini Mumbi. Juma lijalo ni makala nyingine. Kwaheri kutoka Dar es Salaam. oh